Mito ya watu kujisajili kuwa wapiga kura ilitawala mazungumzo mengi mwishoni mwa juma hili huku wanasiasa wakihamasisha vijana kujitokeza na kujisajili. Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga anayenuia kuwania urais kupitia chama cha United Green Movement aliwataka waumini wa Kikristo kutafuta mwongozo wa Mungu anapochagua viongozi na vile vile kujisajili kuwapiga kura kama jukumu lao la kiraia. Miito sawia ilitolewa katika wadi ya Kariobangi Kaskazini ambako vijana walihimizwa kujitokeza na kujisajili kwenye shughuli inayoendelea. Usajili wa wapiga kura na utekelezwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Yes. Wakati wa huo, Seneta wa Busia Busia Omtatah Omtatah ameapa kupinga mpango wa kubinafsisha kampuni ya Kenya Pipeline akisema kuwa hatua hiyo ni kinyume cha katiba. Kwingineko, aliyekuwa waziri wa usalama wa taifa Daktari Fred Matiang'i ameelezea wasiwasi wake kuhusu idadi ndogo ya watu wanaojitokeza kwa shughuli ya usajili wa wapiga kura unaoendelea. Amewahimiza vijana kujisajili ili wapate nafasi katika uongozi wa nchi.